Hello, rafiki, karibu tena katika channel yangu ya Binary Tech. Leo upo na mimi Bekamosi na leo ningependa nikuelekeze namna gani ya kufanya installation ya mashine ya Epson L3110 au mashine ya Epson F3110. Mashine yenyewe ni hii hapa kama unavyoiona kwenye picha. Hapa ni mashine ndogo ya Epson ambayo inakuja na chupa nne za rangi: chupa nyeusi, chupa ya bluu, chupa ya nyekundu, pamoja na chupa ya njano, au kwa majina mengine yellow, magenta, cyan na black. Hii ni mashine ambayo inafanya kazi ya printing, scanning pamoja na photocopy. Kwa hiyo ni mashine ndogo ambayo ni portable yenye size ya A4 inafanya kazi ya printing, scanning, photocopy mashine ambayo ni mashine ambayo inatumia pesa ndogo sana, na kama utafanikiwa kuwa na hii mashine na utajua jinsi gani ya kuitumia, ni mashine ambayo inaweza ikakusaidia na kurudishia pesa yako ndani ya muda mfupi. Mashine ambayo unaweza ukaitumia katika kufanyia passport size, kupindi passport size picha pamoja na vipeperushi, au kazi mbalimbali mbali za ofisini. Kwa hiyo bila kupoteza muda tuende moja kwa moja, ni kuelekeza namna gani ya kutumia hii mashine ya Epson. Mashine hii ya Epson, kwanza kabisa inakuja na setup ya CD ambayo inakuwa ndani ya boksi, inakuwa na CD, karatasi za manyo pamoja na rangi za wino. Hivyo kama ni mjuzi wa kusoma manyo au kutumia manyo product yoyote ile utakayoitumia lazima iwe na maelekezo yake na namna gani ya kuweza kuitumia. Hivyo kama wewe ni mzoefu na unaweza kuitumia vizuri manyo nazosipase shida. Kama una changamoto, ndio maana nimekuandalia video hii kukuelekeza namna gani ya kufanya installation ya Epson L 3110 hivyo Hatua ya kwanza inatakiwa uikopi CD yako. Kama unatumia kompyuta yenye mlango, basi ni jambo jema. Kama unatumia kompyuta ya laptop haina mlango, au laptop yenye mlango, ni vyema itabidi ukopi CD yako iweke kwenye flash, ili uweze kufanya installation vizuri. So tusipoteze muda, niende haraka nikuonyeshe namna gani ya kufanya installation ya hii mashine. Nilikuwa nimeshaandaa software yangu hii hapa install, na kwa sababu hii mashine nilikuwa nimekisha kuinstall kwenye kompyuta yangu, hivyo nitarudia kufanya installation ili iweze kuangalia jinsi gani ninavyoenda. Nitafanya installation kwa upya, nitaliinstall upya, nitakubali, nita hapa agree, nitaenda next. itakwambia install latest version. Kama huko kwene internet una mtandao vizuri, connect endelea, lakini kama una usijali, waendelea tnafuatia. Kwa sababu nilikuwa nimekwisha kufanya installation, hapa inaniambia reinstall essential software, install application software. So nitakliki reinstall, nianze upya, nitaweka next taniambia remove product material. Hizi ni tepu ambazo zinakuwa zimefungwa juu ya mashine yako ya Epson, na pia ukiangalia kuna vitepu vya rangi ya blue. Hivi ni kwa ajili ya transportation, mashine iweze kuwa salama isipate dimeji au tatizo lolote. Kwa hiyo utaenda next, utafungua mfuniko wako wa mbele ya mashine, kwenye nundu hapo utafunua mfuniko ndani kuna tanki, chupa za tanki ambazo zimefunikwa na raba za bluu kama unavyoona hapa. Hizi hapa ndio chupa ambazo zimefunikwa kwa ndani. Kwa hiyo itabidi ufunue kwa kubengua kifuniko taratibu, kukirudisha nyuma hapo kama anavyokuonyesha kutokea kwa mbele kule, kurudi nyuma hapa, kufuata mshale huo. Baada ya hapo utafungua chupa yako ya wino, utafungua mfuniko wa juu utautoa, utabaki mfuniko wa ndani ambao una meno. Pia na wenyewe utaufunua ili kutoboa karatasi ndani ambayo inakuwa na wino, utoboa tundu kuruhusu wino kupita. Baada ya hapo funga yale meno, mfun... chupa ya meno, ule mfuniko wa meno funga. Baada ya hapo nenda yale meno ya gusanishe na meno ya printer, kwa rangi husika, kama ni rangi ya bluu, weka rangi husika ya bluu kwenye mdomo wa printa, kimaanisha chomeka hapa. Kwa mfano, hapa ameanza na rangi nyeusi, kwa utachomeka maeno yako pale. Baada ya hapo, utaacha chupa ipeleke wino yenyewe, ama utakuwa unaibinya ibinya taratibu kupushi wino kuingia. Baada ya hapo utaendelea na hatua inayofuatia hapa na kuonyesha kwamba jinsi winu unavyokuwa unaingia kwao. Winu utakapokuwa umejaa utafika kwenye kimstari cha juu, hapo utaonyesha kwamba wino umejaa. Nafikiri na winu utakuwa umeisha kwenye chupa yako. Baada ya hapo utaendelea mbele kwa chupa zote, fanya chupa zote. Baada ya hapo unafunika. Ni vizuri ukawa na tishu kama umemwaga mwaga wino hapa juu, ndugu yangu Tumia tisho kufuta vizuri ule wino hapo, usichafue mazingira haya, na maana kama utachanganya rangi hii, mashine utaachana nayo. Kwa hiyo kuwa makini sana kipindi unaweka wino kwenye hii mashine au kwenye hizi tanki. Baada ya hapo, funika, shika rangi nyingine, fanya hivyo hivyo: funua, weka wino, funika, funua kingine, weka wino, funika mpaka chupa zote zitakapokuwa zimejaa au umeweka wino katika chupa zote za mashine. Baada ya hapo, hizi chupa usizitupe ndugu yangu, hizi chupa usizitupe kwa sababu hii mashine inakuja na wino original ambao ukiisha itabidi ununue wino mwingine. Kwa wino utakaonunua, hauna hautakuja na chupa kama hizi labda uende ukanunua wino orijinal ambao chupa moja ni shilingi elfu hamsini kwa bongo sisi hapa, tuweze tukanunua wino huu mpya shilingi elfu hamsini itabidi uende ununue shilingi 5000 au shilingi elfu nane uja ujaze. Kwa hiyo hii chupa itakusaidia wino utakao utakakuja kununua utakuja uweke ndani ya hii chupa husika. Kama ni chupa ya njano, utabidi chukue wino wa njano ulionunua uje uweke kwenye chupa, ili hii chupa ije kusaidie kuweka wino kwenye hii mashine, kwa sababu haya meno. Hizo chupa zingine utakazonunua hazina haya meno kama ya kwenye hizi chupa za i printer. Kwa hiyo itakusaidia hii chupa kujaza wino. Kwa hiyo hizi chupa usizitupe, ziifaa, itakuwa kama kifaa chako cha kuwekea wino kwenye hii printer yako. Baada ya hapo, ndugu yangu, endelea funika mfuniko wako wa mashine. Baada ya kufunika mfuniko wa mashine, endelea hatua inayofuata, connect printer pamoja na umeme. Chukua waya wa moto connect kwenye printer, naenda ukachomeke kwenye socket. Vile vile chukua waya wa printer, takuwa umepewa na waya wa printer. Waya wa printer ule connect kwenye laptop yako au computer, connect na printer. Baada ya hapo endelea na hatua inayofuata sasa utaenda utabonyeza batani ya moto, utaihodi mpaka itakapokuwa imewaka. Utaendelea hatua inayofuata, itakuonyesha rangi ya wino nyekundu. Hapo ina maana wino utakuwa unaanza kupanda na kuchaji mashine. Itafanya hivyo ndani ya dakika kama kumi hivi. Utakapokuwa umefikia hatua hii, kubali kwamba nimeanza kujaza wino. Kwa hiyo endelea, mashine itakuwa ina cheza inapiga dimu kwa muda wa dakika kumi kuchanganya rangi na kuruhusu rangi ziweze kuprinta au wino uweze kuingia kwenye heading. Kile kifaa kinachotembea ndani ya mashine kinaitwa heading. Kwa hiyo iache mashine ifanye hivyo, ikiwa inawaka na kucheza. Ndani ya dakika kumi itakuwa inachanganya wino. Baada ya hapo endelea na hatua zinazofuata, usijuu ukafanya kitu chochote ukachomoa au ukazima batani. Kwa hiyo acha mashine yenyewe ifanye hivyo yenyewe inavyotaka, mpaka muda utakapoisha itatulia. Baada ya hapo, utaandaa karatasi ya A4, utaenda hatua inayofuata, utafungua tray ya nyuma, utavuta tray kuja juu slide kwenda pembeni, slaida zile, utaingiza karatasi yako ya A4 ambayo ni plain kama anavyokuonyesha hapo, utairodi pale, utafungua, utamaliza, utaibana na slide kufiti kabisa vipimo vya A4. Baada ya hapo, nenda atoe tray ya mbele, fungua tray yako vizuri, iweke hili karatasi ikija ikae. Baada ya hapo mashine itakuwa imetulia. Kwa hiyo utaiwasha, utawasha mashine yako itendea kucheza au kupiga dimu. Baada ya hapo, utaprinti sasa, kubonyeza mashine ili printi. Mashine itaprinti itakutolea karatasi sasa, kama karatasi au imeprinti zile nazo ikiwa imekuprintia zile mistari zina mikato mikato ndani, na maana mashine ikufanikiwa kuchanganya vizuri, itabidi urudie process, usirudie ku install. Bonyeza mashine izime, afu iwashe kwa kuihold dakika kadhaa, ianze moja kuchanganya wino. Kama imeprinti wino umetoka vizuri, umechanganya mashine, iko okay. kwa hiyo endelea Baada ya hapo kama mashine kwa imechanganya rangi vibaya, ndio utarudia process, lakini kama imechanganya rangi vizuri, we nenda. Kwa hiyo hapo mimi nita skip hii hatua. Kwa hiyo mashine yako itakuwa ime install driver na itakuonyesha tiki hapa. Baada ya hapo, nenda hatua inayofuata, print test page. Hii page utakayokuwa umeprint, ingiza karatasi nyingine ya A4, utatest kuprint ikitoka ile karatasi michanganya rangi vizuri pale, mwenyewe unaona kweli mashine iko fresh, na mashine hapo sasa itakuwa tayari kwa ajili ya kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza hapo tutakuwa tumemaliza. Sasa tunaenda sehemu ya pili ya kuinstall software, ya kuinstall software Sababu hapa sina internet software ambazo zinatakika ni zi install. Ukirefresh hapa software zionekane, hazitaonekana kwa sababu sina internet, ila kwa kwako zitaonekana kwa sababu ndo inakuwa ni mara ya kwanza. Kwa hiyo mimi nitabidi ni connect kwenye internet hapa, kuruhusu software kurodi O, nitakapo connect kwenye internet hapa, nkaja nika click hapa kurodi software ya update, nitafanya hivyo kwa dakika kadhaa, zitajionyesha hapo. Kwao utatiki software moja au zote, software ya Epson photo photoprinti software ya Epsoni, photo scan. Uta printi software, utascan, utapiga tiki kwenye software ya Epsoni update pamoja na manyo kama unahitaji ziwepo kwenye desktop, hivyo fanya hivyo. Baada ya hapo uta klik install item hapa chini. Ta kliki install hapa chini. Kwa hiyo kwa sababu mimi hapo bado ina cheki software update, hii inachukua mchakato kidogo kwa ni kucheki update hapo, kuangalia latest version. Kwa hiyo utabidi uvumilie kidogo. Kama ndio mara ya kwanza unafuatilia video zangu, naomba usubscribe hapo chini ili ninapokuwa nimeupload video mpya uweze kuiona. Vile vile, kama unakuwa na changamoto na mashine yako ya Epson usisite kuwasiliana nami, namba zangu zinakuwa hapo chini, nitakusaidia kukutatulia tatizo lako. Na kama tatizo ni la gharama au mashine gharama, na changamoto, naona ni changamoto ya gharama, ni tatizo kubwa, nitakuomba ulipie itabidi ulipie. Sasa nikikomba ndugu yangu, ulipie, usifikiri kwamba sasa mimi nataka kukupora hapana. Mimi nipo kwa ajili ya kutafuta fedha niweze kwenda mkono, niweze ku kujilisha au kulisha familia. Kwa hiyo ninahangaika kama unavyofanya kazi, kwa hiyo kwa hiyo siwezi kakuzurumu pesa yako napokuawa umepata changamoto nakuambia, ni changamoto ya gharama kwa wili nikulipia. Wala siwezi nikakimbia pesa yako. Kama shida imeshindikana, pesa yako mimi nakurudishia. Mimi sio jambazi au mimi nitapeli. Kwa sababu niko mbali na wewe, haunioni kwamba nitakimbia na pesa yako yako? Hapana, kazi yako nitakufanyia vizuri na utaendelea na kazi yako vizuri. Pia kama nimekufanyia kazi yako vizuri, usishindwe kukomenti hapo chini nimekufanyia kazi na mashine yako inaendea vizuri. Kama shindikana, nitakuelekeza fanya kitu fulani, fanya kitu fulani, na mambo yataenda sawa. Hivyo usisite na usiwe mwoga. Hivi ni vitu vya umeme, vina changamoto zake, na hasa mashine ya Epson ikianza kukuchangania habari, ndugu yangu, kichwa lazima kikuume na lazima ikutoe fedha. Kwa hiyo kitu chochote cha umeme unapokuwa umekinunua ni lazima kikugharamishe, au unatumia kufanyia kazi. Kinapofikia muda wake, kimechoka, lazima kianze kufanyiwa matengenezo. Kwa hiyo jipange. Hivyo sasa, nitaenda moja kwa moja kwenye kutiki hapa. Unao, nimekuonyesha essential product update <laughs> hizi ni setup za mashine au driver pamoja na vitu vingine, kwa mfano useful software ambazo zinatakiwa zitumike unapokuwa unafanya installation zitajionyesha hapa. Ni software, kuna hii printer, connection, photo scan ndio kuambia, photo scan hii ni mpya imejitokeza, Epson manager ndio kuambia na Epson printer. Kwa hiyo hizi ni software ambazo utahitaji ufanye nini uweze kuzinstall. Utakliki hapo utafanya nini, utakliki install, kwa sababu mimi sina haja na hizi zingine, hizi software izi mpya zilizoingia hapa sina haja nazo, kwa hiyo nitakiziti. Kwa hiyo kama ni wewe unahitaji kuzi install. Kliki hapa install. Item zitakuonyesha kama ni item kumi au ni nne, ila wewe zitakuja nne ikiwa kwenye mtandao uka misto kwa njia ya mtandao ndio zitakuletea hizi zote. Kwa hiyo mimi hizi zingine hizi zote hizi ya sina shida nazo, kwa hiyo nita ekiziti hapa, nitakliki yes, nita ekiziti. Baada ya hapo, umeshafanya installation, umekubali mpaka mwisho. Itakuambia installation was successful. Kwa hiyo hapa nitafinish. Baada ya kuwa nimefinish hapa, tunakuwa tumemaliza installation ya software au installation ya Epson ero 800 ero 3110 sorry, ero 3110. Baada ya hapo, njoo fungua setup yako hapa ya hize photo printi Enda kuseti kwa, utabidi uingize picha. Ingiza picha kama hivyo, itafunguka itarodi, utaenda hatua inayofuata. Ikifika hapa, nenda moja kwa moja kwenye printer setting. Hapa ingia printer setting, hapo ingia, chagua karatasi paper size. Hapa njoo weke tano kwa 5 kwa 7. 5 kwa 7 hii hapa utaweka okay. 5 kwa 7 mara nyingi kama unatumia... Nne... kama unatumia sita kwa nne nje, uselekti sita kwa nne ndo wengi wanatumia, mimi natumiaga tano kwa saba. mm -hmm. Baada ya hapo shuka uchagua aina ya karatasi unayotumia kama ni Epson Ultra Premium chagua karatasi yote unayotumia hapo weka okay. Baada ya hapo ipe okay, mambo yatakuwa yamekaa vizuri, kwa hiyo unaweza kuanza kazi zako. Kama ni passport, passport mara nyingi tunatumia ni nne kwa sita. Kama unatafuta picha ya tano kwa saba itabidi ubadilishe, rudi uweke picha ya nne kwa sita. Kama ni passport utashuka utaangalia viboma paspoti zako hapo, mambo yataendelea vyema. Kautaji kuweka deti kwenye pasipoti usiweke tarehe, ila kama unasafisha picha ya kawaida kama hivi, weke tarehe, una weka tarehe yake inajitokeza hapa chini. Baada ya hapo utafanya nini? Uta print. Kwa hiyo hivyo, nilikuwa nikuonyeshe namna gani ya kufanya installation. Kwa hiyo usisahau kusubscribe na kukomenti. Tuonane katika video nyingine. Asante.